Waziri wa Elimu Sayansi na Teknolojia Profesa Adolfu Mkenda leo amewasilisha bajeti ya wizara yake na kuliomba Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuidhinisha zaidi ya shilingi trilioni 2.4. Akiwasilisha hotuba ya bajeti yake ya mwaka wa fedha 2025/2026 bungeni mjini Dodoma, Profesa Mkenda amesema bajeti ya wizara yake imeangazia zaidi kuboresha mitaala ya mifumo ya elimu pamoja na kuwekeza zaidi katika masomo ya sayansi. Wizara ya Elimu Sayansi na Teknolojia imepanga kutekeleza vipaumbele vitano kama ifuatavyo: kwanza, kuendelea na utekelezaji wa sera na mitaala, mapitio ya sheria, kuandaa miongozo na kutoa mafunzo; pili, kuongeza fursa na kuimarisha ubora wa mafunzo ya mali katika shule za sekondari na vyuo vya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi; tatu kuongeza fursa na kuimarisha ubora wa elimu ya awali, msingi na sekondari. Nne, kuongeza fursa na kuimarisha ubora wa elimu ya juu, na tano, kuimarisha uwezo wa nchi katika utafiti, matumizi ya sayansi, teknolojia na ubunifu ili kuchangia upatikanaji wa maendeleo endelevu katika. Katika hili jumuiya, juhudi zaidi zitatumika kupeleka vijana wa Kitanzania kusomea mambo ya sayansi ya nyuklia, mambo ya kompyuta na akili unde kwenye vyuo bora vilivyo nje ya nchi huku mbunge wa kuteuliwa Shamsi Vuai Nahodha akitaka kufanyike maboresho makubwa katika mifumo ya utoaji wa elimu, mifumo ya malezi. Mifumo ya elimu imedumaza mambo haya darasani, watoto wetu hawapewi nafasi ya kutosha kujifunza stadi za maisha na stadi za kazi. Nyumbani, mkazo mkubwa kama nilivyosema, kusoma kuandika, hakuna kucheza, wanafungiwa mageti. Huwezi kutayarisha vijana imara kama nilivyosema. Nao baadhi ya wabunge wengine wakaja na hoja ya kufanya mapinduzi makubwa katika sekta ya elimu nchini ili kwenda sanjari na ukuaji wa maendeleo ya tehama, sasa artificial intelligence, software na services. Mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mapato yalikuwa bilioni 85 duniani lakini mwaka elfu mbili na arobaini mapato yatakuwa trilioni 4.6 maana yake ni nini ni lazima Tanzania tuwekeze kwenye science technology na mathematics mheshimiwa naibu spika wamejiandaa tayari kwa ajili ya kujenga shule hizo za amali lakini kuboresha vio vile vya veta je ni namna gani sasa tunaweza kupata vifaa vya kujifunzia tena, vifaa vya kisasa lakini na wataalam ambao wataendana na teknolojia ya sasa. Tunapojenga karakana na maabara na studio hizi, lazima tuzingatie teknolojia ya sasa ili tusije tukakuta kwamba tunaanzisha mta, mtaala wa amali alafu tukaenda kuwafunza vitu vya kizamani ambavyo kumbe haitoleta tofauti na VETA zilizopo. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana. Endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii Instagram, Twitter na Facebook. TSN ni zaidi ya habari. Mimi naitwa Kuthumwali.